Wagwan mambo ni yaje? Karibu sana kwenye chaneli yako ya Jidah Media. Mimi ni msafi pro. Moja kati ya story sasa hivi ambayo inapopo kwenye mitandao ya kijamii hususan uh, uh, tuseme TikTok, Facebook, Instagram ni kuhusu video chafu ya, ya mama Amina ambayo inadaiwa kuwa ya mama Amina, lakini waje wanasema sio kweli, wengine wanasema kweli. Uh, pia wengine wamemhusisha meneja wake Mama Amina Pacheko Midundo kwamba anahusika na ile video au vipi. Um, komenti za wadau ni nyingi kinoma noma, huku akisema jambo mbara amefanyiwa Mama Amina sosa. Mm, lakini wengi uh, wanasema kwamba video ni ya muda kidogo lakini hata Pacheko Midundo pia na ameposti na kusema kwamba video ni ya muda sasa. Ni ya muda, ni ya Mama Amina au ni ya nani, eh, au vipi? Hii ni moja kati ya stori sasa hivi ambayo ina pop kwenye mitandao yote ya kijamii huko, na zurura zurura sana, kila mtu anaongea kwake sasa, uh, kwako binafsi pia unahisi ni nini ya hichi ambacho kinaendelea? Na kama umebahatika kuona hii video, wewe unahisi ni kweli ni ya Mama Amina au ni ya, au ni ya nani au vipi? Unaweza ukaniachia comment yako hapo chini, alafu kaniambia ni haje ni gani which happens au vipi, ni kitu gani ambacho kinaendelea kati ya hizi video ambazo zina trend? Na huyo pia ni Pacheko Midundo ambaye amefanya mapenzi na Mama Amina? No. Lakini kwa nini pia uh, wavujishe video zake? Uh, au unaona, kwa hiyo uh, wewe unaweza ukaniachia comment yako hapo. Mimi ni msafi pro na hii ni Jidah Media. Endelea kusubscribe, ku like na ku comment popote ambapo nakuwa una unapata news m jaribu kushare au vipi?